Automation inabadilisha ulimwengu na iya inaharakisha mabadiliko haya kwa kasi ambayo watu wachache walidhani. Miaka michache tu iliyopita, leo iliaminika kwamba kazi fulani haiwezi kubadilishwa na mashine kwa sababu walihitaji ujuzi wa kipekee wa kibinadamu. Lakini leo wazo hilo linarudi nyuma. Magari ya uhuru tayari yapo kutoa chakula na vifurushi katika miji kadhaa. Na makampuni zaidi na zaidi yanajaribu. Aina hii ya teknolojia hata katika sekta ya utalii. Wahudumu wa baa za roboti tayari wanatoa vinywaji kwenye meli za kitalii maji tu, yakionyesha jinsi kazi zilivyoonekana haiwezekani kwa mashine sasa ni sehemu ya maisha ya kila siku. Hii inatuleta kwenye ukweli: kutakuwa na kazi chache za kitamaduni. Za kutafuta biashara ya ufanisi zaidi na kupunguza gharama inafanya kazi nyingi kupita katika mikono ya roboti algorithms, na ingawa hii inaboresha tija pia inazalisha kutokuwa na uhakika, kwa sababu mamilioni ya watu wanaweza kukosa kazi katika miaka michache. Swali kuni jinsi tutakavyozoea siku zijazo. Kazi inayotawaliwa na AI na otomatiki.